Bana uh, ushindi wa Bad Nation umekuja na mbwembwe mbwe nyingi, na mchezaji mmoja namba ngapi? Mgeuka nyuma, bwana, namba nane, bana. Chino Kid Chino bana, kawa kawa. Kama kawa ngera kwa ushindi kwa mara nyingine, tuongei sana. Watu wanasema mpira wenyewe unaushika kwa mbinde sana uwanjani. Nani amesema ninaushika mpira kwa mbinde? Si watu wanaangalia mpira. Mimi nikiingia hata dakika tano mm. lakini jinsi ambavyo na utawala mpira mm-hmm. na na, navyo na, modify Utafiki kama na dakika 20. Nikikupa nafasi ya kunadisha magoli yako pale au ushindi wenu I Ah mean. Uh, hizi ni mechi ambazo mimi sikupanga kushinda. Ni nataka tu nitoe assist kama ambavyo unaona mm -hmm. Au sio? Lakini kuanzia mechi ya jitu ndio utaona mimi nikiwa napiga mawe na kushinda. Yes. Yeah. Uh, mkiwa um, mnawanyosha wakina Whozu. Eh. Yeah. Hiyo e, mechi ni lini inakuja? Uh, wakinamechi, sijajua viongozi wamepanga lini mm -hmm. Lakini bradha zangu Ronaldinho anajua kila kitu hapa mm -hmm. Eh. Hey. Wewe ulitarajia goli ngapi leo? Na mmepata 4. Nilikwambia tunapiga mtu nne. Nilisema hizo hizo nne. Eh. Eh, nne tano nilisema mapema kabisa. Apo uli ajua hapo. Eh. Mko yenu alikamwa ana an, kipi alichokufundisha ambacho unaona kabisa leo kimeleta msana. Kucheza mimi na mzee, tutobadi. Eh, eh mimi na dodobadi kucheza na mzee. Napendaga yes. Unamwita Mario tutobadi. Eh, Tumali Mario uonjani amekuiva goli goli? Sio umemona, pale hapo ni pale ile moja <laughs> ile. <laughs> Sobet mbaya imetereka. <laughs> Ah kubatisha. Ah kubatisha abi. Wewe mtu kacheza zaidi ya maambili, anatoa pasi ziko zimenyoka eh. Kabisa no, eh. Zipokea kutoka kwa Dadi. Eh. Kama kawaida. Kwa, eh. Eh. Kwa mtu yeyote ambaye Anajiandaa, labda au ananusa nusa kuja kufanya mchuano na bad nation, una kipi cha kumwambia? Acha kumwambia sisi, cha kwanza ni watu ambao tumebarikiwa mm. eh kuanzia kutoka kwa Mwenyezi Mungu tumebarikiwa, kwa hiyo kila tunachokifanya lazima kiwini. Eh, kila tunachokifanya lazima kiwini. No matter what, unajua wale ni watu normal, ni wachezaji tupu. Sisi sio wachezaji bila, lakini imagine umeona kilichotokea naona na, unamtaja una brother Mark hapo. Max anaitwa Max Ronaldinho. Okay, okay. Uh, usajili wenu ujao unatamani mumwongeze nani na nani? Sisi atuongeza mtu na atukuongeza mtu, labda mwanetu Msuva arudi kutoka mm, kati huko, yeah, kutoka ngambo ni nataka Msuva tu? Si, mwane tu wa... wachezaji si wengi, tu ah, wengi sisi hataki mambo kama Konde, ya Konde, ya Konde boi si atotaki Konde Gang eh, mm, si atotaki kukodi kodi watu ah, wengi si atotaki. Sisi tunacheza wenyewe, unachanganya na players katika ligi kuu, players kuwa liki ah, it doesn't matter eh. It's not celebrity. Eh. Celebrity, jamani, no celebrity, celebrity ni ma celebrity, by the way. I don't know. Don't know. You <laughs> You, I like that. You don't know. Uta, utamani kuona timu zinachezesha wachezaji wenyewe. ya, ya, wanakuepo wa lakini sio wengi. Sasa kwanini? kwa nyinyi nini, mnachukua kocha ko tu, mnachukua msemaji wa timu kubwa kama sisi, umetoka sisi, sisis wachezaji ni sisi. kocha wenu mara kwanza alisi, ya kwanza alikuwa nani? maana amekujasi utunakochawanznajiongoza wenyewealivokuja imekuwa neema pia. So, umeona tumeshinda goli nne bila, bila maelezo yake na mipango yake pengine tusingeshinda hizo. E, anatafuta sana hali kwa sababu ana tambo nyingi sana za kutamba nazo, unampata yuko hapa hapa, yuko hapa hapa. neno moja kwa kocha baada ya ushindi wa goli nne. Ah, sisi tunampenda sana naye ni mtu pia ambaye amebarikiwa na umeona mm -hmm. amefika tu baraka zimeungana si mm -hmm. tumefanikiwa. na una kipi cha kuambia Absa? Ah, Absa <laughs> walijitahidi kumdanganya Leva. Leva alizania kwa sababu ile benki itampa akaunti, akana ipendelea pendelea, lakini sisi tumetumia nguvu zetu binafsi kushinda <laughs> oh, uh, unawaambiaje na jitu <laughs> jitu kiukweli, kazi wana kwa sababu mzee atapiga nne siku hiyo, nampa asisti mimi nne. Eh, jitu hajiandae, japokuwa ndugu zetu lakini nah? na hoja ndani sana. Kwani unamwona uozu kiwango chake ni hafifu? Ana ana ana ana uwezo, uwezo, uwezo, uwezo. Eh, tukizi, kwani awampi namba pale? Tutampa siku hiyo saa mechi ya jitu mtamwona anacheza Bad Bad Nation. Nation. Eh, eh, jezi. Ah, Nakwambia. Bana uh, ushindi wa Bad Nation umekuja na mbwembwe nyingi na mchezaji mmoja, namba ngapi mgeuka nyuma bwana? Namba 8 bana, Chino Kid. Chino bana Kawa, kawa. Kama Kama Ngera kwa ushindi. Asante sana. Kwa mara nyingine, tuongei sana wa, wa, watu wanasema mpira wenyewe unaushika kwa mbinde sana uwanjani. Nani amesema unaushika mpira kwa mbinde? Si watu wanaangalia mpira. Mimi nikiingia hata dakika tano mm. lakini jinsi ambavyo na utawala mpira mm. na, na, na, na modify. Mm. utafikia kama na dakika ishirini nikikupa nafasi kunadisha magoli yako pale a ushindi wenu. Hizi ni mechi ambazo mi sikupanga kushinda, ni nataka assist kama ambavyo unaona mm -hmm, au sio? Lakini kuanzia mechi ya ndio utaona mimi nikiwa napiga mawe na, ah sijajua viongozi wamepanga lini, lakini zangu d anajua kila kitu <muchas> hey, hey, nilikwambia tunapiga mtu nne, nilisema hizohzo nn hey. Eh, nne tano nilisema mapema kabisa kabisa. Uliajua mocha wenu eh, eh, alikamwe ana an, an, an, kipi alichokufundisha ambacho unaona kabisa leo kimeleta msani kucheza mi na mzee, eh, eh, na mzee yes, totobadi mi natotobadi kucheza na mzee mzee pendaga unavyomwita Mario Hey. Mario uwanjani, amekwiva kwliisumamona wapi? Wewe mtu kacheza zaidi ya maambili, anatoa pasi ziko zimenyoka kabisa, zipokee kutoka kwa dadi kama kawaida. Kwa mtu yeyote ambaye anajiandaa labda labdau, ananusanusa kuja kufanya mchuano na Bad Nation, una kipi cha kumwambia? Acha kumwambia, sisi cha kwanza ni watu ambao tumebarikiwa. Eh, hmm. hey. kuanzia kutoka kwa Mwenyezi Mungu tumebarikiwa, kwa hiyo kila ninachokifanya lazima kiwe kiwini. Eh, kila ninachokifanya lazima kiwini. No matter what, unajua wale ni watu normal, ni wachezaji, watu tupu. Sisi sio wachezaji mpira, lakini imagine umeona kilichotokea. Naona unamtaja brother Mark hapo. Max, anaitwa Max eh Ronaldinho. Okay, okay. Usajili wenu ujao unatamani mumwongeze nani na nani? Sisi nendu, mtu na atukuongeza mtu labda mwanetu Msuva arudi kutoka mm. kati huko yeah, kutoka ngambo nataka Msuva tu? si mwanetu wa... wachezaji si wengi tu wa uh, wengi sisi ataki mambo kama Konde, ya, ya onde boi si atotaki Konde Gang eh Konde Gang mm. si atotaki kwani kuna shida gani Konde Gang akukodi kodi watu wengi si atotaki, sisi tunacheza wenyewe in fun way uh, no this is celebrity celebrity uh, company yes and football <laughs> sasa <everybody. wako> unachanganya <laughs> na players katika ligi kuu utamani kuona timu zinachezesha wachezaji wenyewe wanakuwepo, yeah, yeah, wa yeah, lakini sio wengi. Sasa kwa nini nyinyi mnachukua hadi kocha tu, mnachukua msemaji wa timu kubwa kama Yanga? Ha, ha, kocha inaruhusiwa mm, ila wachezaji atokia tuwe sisi. Wachezaji ni sisi wenyewe, kocha wenu mara kwanza. Mana, alisi, ya kwanza alikuwa nani? maana amekuja leo, si tuko tuna kocha. Mwanzo tulikuwa tunajiongoza wenyewe, alivyokuja brother Ali imekuwa neema pia so, umeona tumeshinda goli nne bila, bila maelezo yake na mipango yake pengine tusingeshinda hizo. Anatafuta e, sana Ali kwa sababu ana tambo nyingi sana za kutamba nazo. Unampata yuko hapa hapa, yuko hapa. E, na kocha e. E, neno moja kwa kocha baada ya ushindi wa goli nne. Ah, sisi tunampenda sana naye ni mtu pia ambaye amebarikiwa na umeona mm -hmm. Amefika tu baraka zimeungana tumefanikiwa. Na mm -hmm. Una kipi cha kuambia Absa? Ah, Absa.